Habari marafiki, leo, hebu tuzungumzie kuhusu kuharibika kwa diski ya L5 S1 au diski iliyoteleza. Diski ya L5 S1 ndio diski ya chini kabisa kwenye mgongo wa, mgongo wa chini Lumbar Spine, ni sehemu ya chini ya mgongo ambayo hubeba uzito mkubwa zaidi wa mwili wa binadamu, na diski ya mwisho kwenye safu hii ya mgongo inajulikana kama diski ya L5 S1. Sasa kwanza kabisa, hebu tuelewe hii diski ni nini? Diski ni kama mto kati ya mifupa, kati ya mifupa miwili ngumu, kuna mto uliojaa jeli. Ni kama tairi la ndani, ni pande zote. Ina kifuniko kinene cha nje kinachojulikana kama annulus fibrosus, na ina msingi laini wa ndani uliojaa jeli inayojulikana kama nucleus pulposus. Kwa hivyo ni sababu gani za kawaida za diski ya kuteleza? kawaida Diski ya kuteleza ni kwa sababu ya sababu kama vile uzito wa kupita kiasi au uvutaji wa sigara, au kama mtu hafanyi mazoezi mara kwa mara, au kama mtu anakaa katika mkao mbaya kama vile kufanya kazi kwenye sofa au kitandani wakati anatumia laptop, au wakati mwingine kutokana na majeraha pia, kama ukidondoka kutoka juu au kama kuna kurudia rudia kuinama au kuinua vitu vizito gym, kama vile wakati wa kufanya mazoezi ya deadlift. Hivyo mambo haya yote yanaweza kuharibu diski yako na ikitokea kwenye kiwango cha L5 S1 inaweza kuwa hatari sana. Kwa hiyo kama kuna tatizo la diski kwenye L5 S1 kuna aina mbili za dalili. Kama hakuna msukumo kwenye neva, basi mgonjwa atapata maumivu ya mgongo tu. Hata hivyo, kama sehemu ya diski imetoka na inabonyeza neva, basi mgonjwa anaweza kupata maumivu yanayosambaa mguuni ambayo yanajulikana kama maumivu ya sayatika. Inaweza kuwa kama mshtuko mkali, maumivu yanayosafiri chini ya mguu wako. Wakati mwingine hii pia inaweza kusababisha ganzi au hisia za kuchomachoma mguuni. Kwa hiyo ukipata ganzi au kuchomachoma mguuni, inamaanisha kuna shinikizo kwenye neva. Wakati mwingine kunaweza kuwa na kupooza kabisa au udhaifu kwenye sehemu fulani ya mguu, pia inajulikana kama foot drop, ambapo mgonjwa hawezi kuinua kifundo cha mguu juu. Hii inajulikana kama Wakati mwingine kama kuna shinikizo kwenye neva zinazohusiana na haja kubwa au ndogo, basi mgonjwa anaweza kupata shida ya kukojoa au wanaweza kushindwa kabisa kwenda haja kubwa. Kwa hiyo kama dalili hizi zipo, usiwe na wasiwasi, kwanza nenda umwone daktari wako. Kwanza kabisa, daktari wako atakufanyia uchunguzi wa mwili na kutokana na matokeo hayo atakushauri upate MRI, na MRI itaonyesha wazi kwamba kuna tatizo kwenye kiwango cha L5-S1. Habari njema ni kwamba si kila mtu anahitaji upasuaji kwa hili. Asilimia 97 ya wagonjwa wanaweza kutibiwa kwa dawa, mazoezi, tiba ya viungo na kupumzika. Kwa kawaida ndivyo tunavyoanza. Tunamwambia mgonjwa apumzike kwa siku chache, aanze tiba ya viungo na kumpa dawa kama za kutuliza maumivu, za kupunguza uvimbe au za neva, na polepole tunamwambia mgonjwa arudi kwenye maisha yake ya kawaida. Tunamwambia mgonjwa aache kuvuta sigara, afanye mazoezi mara kwa mara, apunguze uzito wa mwili kupita kiasi, na aketi kwa mkao mzuri kila anapofanya kazi. Sasa katika asilimia totu zilizobaki za kesi, wakati mwingine tunaweza kuhitaji upasuaji. Kwa hiyo kuna viashiria vitatu vya upasuaji: cha kwanza ni kama maumivu hayaondoki kwa kutumia dawa, tiba ya viungo na mazoezi, ya pili ni kama kuna udhaifu au ganzi kwenye mguu, au ya tatu kama kuna kupoteza uwezo wa kusogeza au kudhibiti mkojo inayojulikana kama cauda equina syndrome. Katika hali kama hizi, tunahitaji kufanya upasuaji. Kwa kawaida, siku hizi tunafanya upasuaji kwa mbinu isiyo na uvamizi mkubwa pekee. Mbinu isiyo na uvamizi mkubwa inahusisha upasuaji wa kutumia hadubini au endoskopu ambao unafanywa kupitia jeraha dogo sana kwenye ngozi na bila kukata misuli yoyote, bila kukata mfupa wowote Tunaondoa polepole sehemu ya diski ambayo imetoka na ilikuwa ikisisitiza ujasiri. Huu ni upasuaji uliofanikiwa sana na saa sita baada ya upasuaji tunaweza kutuma mgonjwa au mozo. Kwa kawaida mgonjwa anaruhusiwa kusimama na kutembea siku hiyo hiyo. Anaweza kutembea kurudi nyumbani kwake. Pia anaruhusiwa kupanda vazi. Na faida ya upasuaji huu ni kwamba ukarabati ni wa haraka sana. Ndani ya siku chache mgonjwa anaweza kurudi ofisini pia. Kwa hivyo ikiwa unaugua prolapse ya diski ya L5 S1, usijali, tembelea daktari wako, na kulingana na matokeo ya MRI yako na uchunguzi wako wa clinic atakupendekeza matibabu sahihi. Asante.